Swali so, la kwanza. No. Ushailipwa pesa za show ukala show na ukakosa kwenda show? Hapana. na ushawahi lipwa pesa ya show ama ushawahi enda show ukapiga show na mkakosana juu ya malipo? Hapana. ushaikatia dem na ukakatalia? Ndio. <laughs> <laughs> ushaikosa faa ya kuishia show? Ndio. na ushawahi tongoza msichana kwa muda mrefu na ukatuma nafair, na ikaliwa. Ndio, na ukasisitiza. <laughs> <laughs> Iliingilia, na mwisho mwisho ilienda poa tu. Unajua maneno yalikuwa mengi sana, tukafaulu. <laughs> mbinu mbadala. <laughs> Mimi kwa kauli yangu ambao naweza kupeana kwa vizazi vyetu ambao tuko navyo, hususan wale wa tu shule na wale jamii ndogo, ambao naweza kuenukia kwamba kila mmoja azingatie kitu ambacho ni bora. Vile ambavyo sio muhimu sana, basi achane navyo, hususan nasema kwa upande wa mitandao. Mitandao imekuwa sana kitu ambacho kimeharibu sana jamii yetu, hiyo wasichana wadogo, vile wadogo, kwa sababu ni, ni mtindo ambao bado mtu hajafikia kufika hali ya kwamba atamiliki mtandao ama simu, lakini anakuwa nayo. Hizi ndizo ambazo naelekea mwisho kuleta vita, ugomvi, na mwisho watu ku, ku, kuuana unaona. Kwa hivyo ningesema tu- tufate ama sisi kama jamii e, hususan wazazi Kai makini sana kutunza jamii zao, kuwafunza vitu ambavyo ni bora, kama vile walivyokuwa kufundishwa, tukifundishwa eh, tuki, sisi nyuma na wazazi wetu. Sasa hivi eh, kumekosekana sana ma, mafunzo mema, hususan kwa wazazi kwa watoto wao. Hivyo basi, mwito wangu ni kwamba wazazi wakuwe makini sana juu ya kuwa ku, train ama kuwafundisha vitu ambavyo ni bora, vitu ambavyo ni vitawasaidia kwa maisha yao ya baadaye. Hilo tu ndo muhimu. Okay, kiki nao ni kitu kama ni kigezo tu moja wapo cha kutaka mtu ambaye labda haja struggle sana atoke okay. Unajua ni njia nyingine kama mbadala lakini mimi naamini kwa kufanya kazi vizuri ukiwa na na na talanta talanta nzuri, ukiwa na jitihada, jitihada hata usio na talanta ki jitihada tu utie bidii bila takiki, mambo yanakuwa poa tu. Kwa hivyo cha msingi ni work hard, tia bidii kwa kazi yako, boresha kazi yako, amini kazi yako, amini kinachofanya. Basi moja kwa moja tu bila kiki utaenda sawa tu. Wapo wasanii wenginafanya vizuri, wako wakina Susumila ndugu yangu pale, kuna kile cha Afrikana kutoka South, South, South Coast kule, wapo wengi wengi tu. Niko naye pia ambaye tunachipuka naye kwenye upande wa mwanzele mbebaji, anafanya vizuri is my brother kabisa, brother wangu anafanya vyema sana katika tasnia ya muziki, hususan upande wa mwanzele. So mimi nawaaji nasema wale watu ambao mtu anang'ang'ana kutaka kutokea, muhimu sana discipline kwa na discipline na tukiwa na discipline kwenye hii nyanja tutakuwa na wengi wengi, sio tunatamani kwa wengi, sio wachache, wengi tu, kwa sababu unajua mziki ni kiwanda. So tukiwa na viwanda vingi, basi itakuwa ni manufaa kwetu, tutakuwa bora kwetu. Ya, mimi siwezi kusema ni mtu mmoja, wako wengi tu ambao nishaona, na sitaki kutaja majina, lakini hususan wale ambao wanatumia madawa wako mimi, madawa kulevya, siwezi kutaja watu na majina yao kunywa sina kileo chochote, mimi ni mziki tu. Mbona Mr Bado ulikuwa umechoma ukiimba? Nachoma nini? Labda nachoma nyama mimi, naimba mziki, nafanya mziki, ni talanta. Fanya mziki, piga karia, ni kazi kama kazi nyingine. Mwacha mila ni mtumwa. Mla chovu mbe pao, ndia yende patu nelewani. Coco FM, lava ya Pwani.